Habari inaendeleaje? Kuna maswali mengi watu hujiuliza kuhusu njia ya sindano ya uzazi wa mpango. Baadhi yake watu hupata majibu yake sahihi na mengine watu hawapati majibu yake. Leo nitakuelezea baadhi. Pia kama kuna utata mwingine ambao sijausema, basi niandikie hapo kwenye komenti nami nitakujibu. Kwanza kabisa ni kuhusu ugumba. Sindano hii ya uzazi wa mpango haisababishi wala haimfanyi mtu kuwa mgumba. Pia kama umeshapata ujauzito alafu ukachoma hii sindano, sindano hii haitoi ujauzito wala haizuii ujauzito kuendelea kukua. Hivyo kama umeshapata ujauzito, usichome sindano hii. Pia damu haivuji wala haigandi kwenye mwili wa mwanamke baada ya kutumia njia hii kama watu wanavyodhania. Pia ni kweli sindano hii inaweza kusababisha mtu kutopata hedhi wakati anatumia, kama vile tu mtu akiwa mjamzito ambapo hapati hedhi. Hili ni suala la kawaida.